Karibu! Leo tutajifunza vyakula kumi vya protini vinavyosaidia kuchoma mafuta haraka. Katika video hii tutachambua kwa kina vyakula kumi vya protini vinavyoweza kusaidia mwili wako kuchoma mafuta haraka. Protini ni moja ya virutubishi muhimu vinavyohusika katika kujenga misuli, kuongeza kasi ya metabolism na kudhibiti hamu ya kula, hivyo kusaidia kupunguza uzito kwa ufanisi. Basi katika mada ya leo tutajifunza ni vyakula gani hivyo ambavyo vinasaidia kuchoma mafuta haraka. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali usahau kusubscribe, like na kushare video hii kwa marafiki. Hebu tuone umuhimu wa protini kwa mwili wa binadamu. Protini ni sehemu muhimu ya lishe, kwani hujenga na kurekebisha misuli, uchochea mwili kutumia kalori zaidi katika usagaji wa chakula, husaidia kudhibiti hamu ya kula na kuongeza hisia za kushiba. Husaidia kudumisha kiwango cha sukari kwenye damu, hivyo kuzuia hamu ya kula isiyodhibitika. wa kwa wale wanaotaka kupunguza uzito, kula vyakula vya protini nyingi kunaweza kusaidia kuchoma mafuta zaidi kwa kuongeza metabolism na kupunguza njaa. Hebu tuone vyakula hivi ni vyakula gani? Kwanza kuna mayai. Mayai ni chanzo bora cha protini kamili yenye asidi muhimu za amino. Yana kiasi kikubwa cha klorini inayosaidia katika kuyeyusha mafuta, husaidia kudhibiti njaa kwa muda mrefu, kupunguza kalori unazozitumia kila siku. Jinsi ya kula, yanaweza kuliwa kwa kuchemsha, kukaangwa bila mafuta mengi au kama sehemu ya mlo wa asubuhi. Samaki, hasa salmon na tuna. Samaki hawa wana omega 3, ambayo husaidia kuchoma mafuta na kupunguza uvimbe mwilini. Pia ni chanzo kizuri cha protini inayosaidia kujenga misuli na kuongeza kasi ya metabolism. Jinsi ya kula, unaweza kula samaki wa kuchomwa, wa kuchemsha au waliopikwa kwa mafuta kidogo. kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji ana protini nyingi na mafuta kidogo ukilinganishwa na nyama nyekundu. Husaidia kuongeza nguvu na kujenga misuli bila kuongeza mafuta mwilini. Jinsi ya kula, choma au chemsha badala ya kukaanga kwa mafuta mengi. nyama ya ng'ombe isiyo na mafuta chanzo bora cha protini inayosaidia kujenga misuli na kuchoma kalori zaidi. Ina madini kama chuma na zingi ambayo ni muhimu kwa afya ya mwili. Jinsi ya kula: kula nyama ya kuchemsha au ya kuchoma badala ya kukaanga. Maharagwe na kunde, vyakula hivi vya mimea vina protini nyingi na nyuzi nyuzi zinazosaidia -nyuzi usagaji wa chakula na kudhibiti hamu ya kula. Husaidia kusawazisha kiwango cha sukari kwenye damu. Jinsi ya kula: tumia kama mboga au weka kwenye supu na saladi. Karanga na mbegu, almond chia. Zina protini na mafuta mazuri yanayosaidia kupunguza mafuta mwilini. Zinasaidia kudhibiti njaa na kuongeza nishati. Jinsi ya kula ongeza kwenye uji smoothies, yani juisi au kula kiasi kidogo kama vitafunwa. Mtindi una protini nyingi na pro, probiotics zinazosaidia usagaji wa chakula, usaidia kupunguza mafuta ya tumbo na kuongeza hisia za kushiba. Jinsi ya kula: kula kama kifungua kinywa au kitafuno chenye afya. Mbegu za maboga chanza kizuri cha protini madini kama zinki na nyuzi nyuzi, husaidia usagaji wa chakula, husaidia kuongeza nishati na kupunguza njaa. Jinsi ya kula: ongeza kwenye mboga yaani, saladi au uji. Hapa kuna tofu, kuna tikiti na kuna tango. Haya ni matunda nichanza kizuri cha protini wanao tafuta lishe ya mimea kusaidia kudhibiti kiwango cha mafuta mwilini na kuongeza nguvu. Hapa kuna mbegu za maboga, kuna chis, kuna jibini. Hivi ni viungo. Afu mojawapo ya jibini zenye protini nyingi, inayosaidia kudhibiti njaa. Ina kiwango cha juu cha kalisiamu kinachosaidia mwili kuchoma mafuta. Jinsi ya kula: ongeza kiasi kidogo kwenye vyakula kama saladi au supu. Unawezaje kujumuisha vyakula hivi kwenye lishe? Kwenye kila mlo hakikisha kuna kiwango kidogo cha protini kama mayai, kuku au matunda, unaweza kula kama vitafunwa. Lakini pia licha ya kula vyakula hivi, hakikisha una mazoezi, lishe bora Pata matokeo haraka. Protini ni muhimu kwa kuchoma mafuta na kupunguza uzito. Hakikisha unajumuisha vyakula hivi kwenye lishe yako kila siku, kula kwa uwiano sahihi na fanya mazoezi mara kwa mara. Usisahau ku like ku subscribe na kushare video hii kwa marafiki. Ulikuwa nami daktari Lenikomba, hadi wakati mwingine.